Matiangi is just like the the paramount G from uh, Wamnyoro. Matiangi hey, hey. yes. na Kalonzo nimeona Gachagua Martha Karua mat, eh, Malala, Eugene eh. Hey, hey, hey. Hii itatoboka kweli maana kama jenzi hmm. na najua jenzi si wengi ndio Matiangi alienda kwao akapokelewa na watu wa kwao yes. sisi hatujui Matiangi anataka kutufanyia nini hajazungumza Aja, na majenzi Atujui sasa, wewe ukisifiwa mtandaoni eh. Haimaanishi kana kwamba wewe umetoshelezea kuwa kiongozi wetu. Mm. Sisi kama vijana kwa wakati huu yes. Lazima ijulikane ya kwamba mwaka uliopita wakati wa uchaguzi yeah. Uh, 2022 yes. Kadri ya milioni nane yeah. wa kujitokeza. Kulingana na hii political radicalization ambayo imefanyika Kenya yeah. it will not be a walk in the park mtu kudhani tu mm. ati, maeneo fulani hiyo ni siasa imepitwa na wakati. Haya. Sisi kama Gen Z ndio tutaamua ni nani atakuwa rais wa Kenya. yeah. Na Matiang'i, sisi hajatuongelesha vile vile, Maraga vile vile, nani tutasikiza sera tujue, huyu mtu kwa yale shida ambayo yanatukumba kama taifa la Kenya kwa wakati huu yes. ni mikakati yapi ameyaweka ya kuitatua kifu, kifu, ki, eh, kikamilifu. Siasa siasa tu eh. sio kuleta tu hata siasa <laughs> ati ukue kama Ruto yani eh. ukiona shida ya wananchi unapiga nayo siasa ah. Nini in, in, in interior CS. Yes. Hiyo yes. Uh, ndo wakati wote alikuwa anapatikana wapi? Uh, Rivayala. Hiyo yes. Ndo wakati wote alikuwa anapatikana wapi? Tsavo National Park. Ndio. Eh. Unakumbuka ile wakati wa nini? Wakati wa COVID. Ndio. Eh. Wale Kianjokoma brothers wakiuliwa pale. Eh. So haya ni mani, uh, ile kuna ile shamba hii pia anakuwa accused. Right. Na ale, allegation hiyo ya, ya Ruaraka. Yeah. These are issues aja aja aj tatua. Aj aj aj aj aj, okay. The final issue nataka kuongelea ya Matiang'i. Yeah. Ukiangalia nani hii kesi ya Miguna Miguna. Ndio. Several court orders. More than Nj 10. Yeah. It did not follow. Aya, alafu yeah, saa merudi na mbwembe na merudi na mbwembe na inaitwa nini yeah. But that is the nima political... kwa sababu wakati wa Matiangi, huh? Ndio education system ya Kenya ilianza kuzama. Aha, wakati wa Matiangi ndio vijana wengi waliuliwa hii Kenya eh. Wakati wa Matiangi ndio tuliona kiburi ya viongozi ambao wanaitwa kotini na wawezi enda eh, kwa sababu, kwa sababu ya hiyo Bramwell huh? Mi naweza kuambia kuna kijana atavutia Matiangi.